Ehe, dada da Upendo, mambo? Safi, mzima. mm. za Mtwara mm -hmm. uh -huh. Ukaja hapa ukatoka kaenda zako nyumbani kidogo. mm. Mapumziko yameisha yameisha. Umepumzika muda gani? uh, uh. uh, kama wiki mbili. aukume okay, umewakutaja watu wa Mtwara uh, yeah. <laughs> Mnatunyima nini? <laughs> korosho <Korosho. laughs> hata hujabeba kutuletea kituoni, jamani, kusahau ndugu zako huku. Karibu tena. Kwa hiyo umekuja kuja kuendeleza sasa hivi, ili uweze kutimiza maono yako. uh huu mm -hmm. Ndo utakuwa mwaka wako wa mwisho au bado una plan za miaka mingine? wa mwisho. Unataka okay. Okay, kufanya biashara gani? Duka la nguo. Na sahivi tayari umesha save, kwaio ni cha kuongezea. Karibu tena eh. Hey, umejipangaje kwenda kazini kwa mkataba kwa wako wa pili kwa sababu tunategemea wewe ukishamaliza mkataba una uzoefu fulani, lakini tunategemea kuona makubwa zaidi kwenye mkataba wako wa pili. Kwao umejipanga vipi kwenda kwenye kazi? Unahisi utakuwa umejiboresha zaidi wapi, kwenye eneo gani? mm -hmm. kwenye, kwenye mm -hmm. kwa sababu saizi kupika unapika vizuri kuliko ulivyoenda kuanza mkataba wa kwanza <laughs>

So, mm hicho -hmm. hiyo kidogo liokaa ulijifunza nini? Yaani unasaau unasahauje vitu ulivyofundishwa leo? Sasa wanatakiwa kupei attention Yaani kwa vitu vyote vinavyofundishwa sio tu kama anatakiwa na nidhamu unajua kusema tu nidhamu, sisi kwetu, tuna tuna standards zetu tunavyoongelea nidhamu. Mm. E, na vitu vingine vingi vimeandikwa kule. Kwa mfano kuna customer care skills, kwa mfano kuna ile ya mwanzo hii ya brainwash. Mm. Eh, materials pale yamewekwa namna ya meku, ya, kui, ya, ku, ya kuweza kumamini kumfanya uh, bosi wako ama mwajiri wako akaridhika na huduma unayompatia. Mm lakini pia malezi bora, usafi bora, mapishi bora, hayo yote ni pakeji ambazo unatoka unapotoka hapa wewe umenolewa kisawa sawa. Atutegemee kumuona Pendo yule wa mwaka wa kwanza ukawa mwaka wa pili atakana kumaliza mkataba. Lakini pia maisha yanaendelea kubadilika, watu wanaendelea kuhitaji vitu bora zaidi, kwa hiyo lazima na wewe uendelee kuhitaji knowledge na skills zaidi ili uweze kufanya vizuri hata kwa wajiri wako, si ndio? Haya, karibu sana, karibu tena, sisi tunakutakia kila laheri kwenye majukumu ambayo utapangiwa ukaweze kufikia kwenye malengo yako. Mm. E, kwa sababu hiyo ndio ndoto kubwa ya taasisi yetu. yeah, e, ndio ndoto kubwa sana. Vinginevyo eh mm wewe -hmm. ni mtoto wa, wa, wa, Dada Center <laughs> Kwa hiyo karibu kama hata kama ukimaliza huu mwaka unasema ndio mwaka wako wa mwisho, lakini unaweza kumaliza kwaona mbona mm, bado e, bado yeah. sisi hata kama ulisema ndio mwaka wako wa mwisho sisi bado tutaendelea wa wow. kukupokea really? mm. Yeah. mm. -hmm. Ay, asante sana Dada Upendo, haya yeah, yeah, yeah. asante.